Mtazamaji wa Faida Online TV, ni harakati za uchongaji wa barabara ambazo zinaendelea kwenye mitaa yote minne ambayo inapatikana kwenye kata ya Majengo ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, kata ambayo inaongozwa na mheshimiwa diwani Sixmund Lungu ambaye pia e, naibu meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani. Siku ya leo, ya leo tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza naye, akituambia hiki ambacho anakifanya hapa, alikuwa amekipanga tangu hapo mwanzo, lakini pia kuna watu gani ambao wamemsupport na kwa nini ameamua kufanya e, hili katika siku hii ya leo, ametujibu pia mara baada ya kuzungumza naye. Karim Faida hii ni Faida Online. Nikukumbusha kusubscribe, faidnikukmbushe like na comment chanel yetu ndio ndelopata abadi zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Jina langu naitwa simd John Lungu, diwani wa kata ya Majengo. Uh, leo tuko hapa saiti uh, katika Uh, kuna namna ya kuweza tunaweka miundombinu sawa kwa maana ya kuchonga barabara zote za kata ya Majengo ambazo kata Majengo na mitaa minne na siku ya leo tumechonga barabara zote ambazo zilikuwa hazipitiki katika kata ya Majengo kwa maana ya Biafra, Gine, Msikitini na Geza Urole. Uh, na kimsingi imefikia kufanya haya yote ni kwa sababu ya kero ambazo nimepokea kutoka kwa wananchi, hususan swala zima la miundombinu ya barabara, namna ambavyo walikuwa wanapata shida katika kupita katika barabara hizi. Hivyo baada ya kuzungumza na wao nikawasikia katika mikutano yetu ya kiserikali mbalimbali ambayo tumekaa, nikaona ni vyema sasa aa, kutafuta wadau ili waweze kutusapoti ama kunisapoti katika kuweka miundombinu ya barabara hii sawa aa, na kimsingi aa, leo nimepata uh, wadau ambao wengine un, amenisaidia mashine wengine amenisaidia mafuta, ambayo kama tungeweza kujumlisha vitu vyote kama ingekuwa ni harama isingeweza kupungua shilingi milioni tatu lakini kimsingi ni washukuru sana, wamenisapoti vizuri. Namshukuru sana mdau um, mkurugenzi wa Machinga Transport Service e, ambaye ni Mzee Murji ambaye amenipa mashine kwa maana ya doza, lakini na wadau wengine wote ambao wamenisupport katika kunisaidia mafuta na namna yoyote ambavyo niliwafikishia shida yangu ama kero yangu ambayo nilikuwa natamani wananchi wa kata ya Majengo waweze kuweza kupata barabara ambayo, hii barabara pia itawasaidia wao, hasa kwa wanafunzi wanaoenda mashuleni, labda hospitali, kuna majanga yote ya mtu. Lakini ni vizuri, maana tayari kutakuwa na kuweza kuingia na kutoka kwa, kwa barabara, uh, lakini pia hii ina, inakuwa ni itasaidia ina, wananchi kwa kuongeza uchumi. Kwa mfano, maeneo haya tuliyopo kulikuwa na, kuna vijana wanafanya kawoshi ambao magari yalikuwa yawezi kufika kwa urahisi kwa sababu ya miundombinu ya barabara. Sasa hivi itakuwa rahisi rahisi. Itakapokuwa rahisi, maanake watu watafika, watu wakifika itawasaidia wale ambao wanafanya shughuli zile kujiinua ama kujikwamua kiuchumi na haya yote ninayoyafanya ni katika kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi, ilani ya CCM, ambayo wakati naomba kula niliwaahidi wananchi kwamba nitawarekebishia barabara, nitawafanya miundombinu yote inakaa sawa, lakini kwenye swala la afya, lakini hata mikopo. Wakati naomba dhamana ya kuwatumikia niliwaahidi nitawafanyia haya. Sixmund, uh, Lungu anakamilisha miaka yake mitano, na kama ikitokea ikimpendeza Mungu akarudi kwenye nafasi hii tena, uh, tutarajie kuona kitu gani ambacho anaweza kuanza nazo katika uh, miaka mitano ijayo. Ni Mungu akijalia, tukirudi, mipango kazi iko mingi. Uh, kwa kawaida serikali tunafanya na tuna mipango mingi ambayo inaendelea. Kwa mfano, leo tunachonga barabara lakini barabara tunatarajia ifikie wakati sio kwenye kiwango cha kifusi ama kiwango cha lami. Lakini tunahitaji pia mifereji ili barabara hizi ziweze kuwa haziharibiki kwa kila wakati. Kwa hiyo, mambo ya kufanya kipindi kinachokuja yako mengi na naweza kusema uh, fursa ikipatikana inshallah tutakaa na wanaohitaji na wenyewe wataniambia kwamba wanahitaji nini ili tuweze kufanya kwa pamoja. Kwa jina naitwa ndugu Jafari Hassan Likulanga. Kwa jina la kiserikali lakini jina maarufu ni bwana Bata kwenye mtaa wangu Shebata, naitwa Shebata. Mtaa wa e. Kwanza ninafurahi sana mimi mwenyewe binafsi lakini pia hata na wananchi wangu naye pia wanafurahi kwa, kwa, yani eh, kwa sababu nikipita uko eh, mtaani kwamba kwa kweli zoezi hili wamelifurahia sana kwa sababu barabara zangu zote za mtaa huu wa uh, Geza Role kata Majengo kwa kweli zilikufa. Kwa hiyo kwa kweli leo mimi nashukuru sana mheshimiwa diwani, pamoja na e, serikali ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Jina langu naitwa Wafari Yusufu Muhamedi, mkazi wapi, mkazi wa Mtage za Ulole. Barabara mara ya kwanza nadhani tulikuwa tuliathirika sana Barabara ilikuwa mbovu, barabara ilikuwa haipitiki, haipiti bodaboda, haipiti bajaji. Hata kama kukiwa na mgonjwa katika mtaa wetu, tulikuwa na shida sana, lakini kwa sasa hivi, kuanzia leo tunashukuru sana diwani wetu tunamshukuru pamoja na mwenyekiti wetu wa mtaa. Naitwa Juma Selemani hmm. Niani borabora unapaki wapi? Napaki sokoni ile, ni mkazi wa mtao. Okay. Kukweli, hii, bara, chongwa, kwa kweli hii yale barabara kabla hajachongwa ilikuwa haipitiki kwa upande wa katikati u tunapita kule pembeni juu au kule hivi kuelekea kwenye majumba yetu, ila kwa sasa hivi, sasa hivi hapa napita katikati hivi kidogo. Imani ipo, hii barabara lazima iwekewe mitaro ndio itadumu, lakini kwa hali jinsi ilivyo kwa sasa, kama driver bodaboda, unaweza kufanya shughuli zako bila shida, bila shida. Kwa majina naitwa Isaali na Nume, ni mkazi wa Mtwara mjini, kata ya Majengo, mtaa wa Geza Ulole. Kwa kweli tunashukuru kwa sababu mimi ninaongea ni mwenye nyumba hii hapa. Hii hapa. Kwa hiyo hii barabara ilijifunga. Ilikuwa hapa kuna njia. Hata gari, pikipiki zikipita kwa shida. Kwa hiyo kwa leo kwa shughuli aliyoifanya hii, kwanza tunampa shukrani sana, sasa hivi barabara imefunguka. Barabara imetengenezwa lakini barabara ili kamilike, basi waweze kujipanga watutengenezee njia za za maji yani. Stella Sweden kazi wapi? Mkazi wa Giza Ulole, tuambie barabara hii sasa hivi ipoje? Aa, barabara kwa leo kwa kweli inapendeza yani, inapendeza imelimwa vizuri, mambo yamekuwa mazuri tu. Sasa nachoomba mambo kama haya yaendelee kuwa mazuri e, namshukuru Bwana Sixmund Mundi pamoja Bwana Bata kwa masuala kama haya walioyafanya, inabidi waendelee kuyafanya masuala kama haya, kwani hapo mwanzo barabara ilikuwaje? Hapakuwa na barabara huko. Eh, sasa hivi kuna barabara. Sasa kama hivi, tunashukuru. Tumeshuhudia kile ambacho kinaendelea hapa. Barabara zinachongwa katika mitaa yote minne ambayo inapatikana kwenye kata hii ya Majengo, na kama tunavyoona sasa hivi barabara ina uwezo wa kupita vizuri, wanafunzi wanapita vizuri kwenda na kurudi shule, lakini pia hata ikitokea mama mjamzito, wazee wetu wanasumbuliwa, anataka aende labda hospitali Likombe, ana uwezo wa kupita vizuri kwenda kupata huduma ya afya. Mpaka kufikia hapa mimi nimefikia tamati. Mimi ndo Karimu Faida hii ni Faida Online TV.